Kaunti namba 48 tulejee moja kwa moja hadi kaunti namba moja ambapo zaidi ya walimu elfu tisa wametaka mfumo wa kufadhili masomo kufanyiwa marekebisho wakisema shule nyingi zimeshindwa kukidhi mahitaji kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha na mfumko wa bei kupanda kwa asilimia 45. Walimu wakuu hao pia wanaitaka serikali kuu kuwasilisha mgao wa pesa shuleni wakisema unachangia kwa walimu wakuu kuwatoza wanafunzi ada zaidi wakiwa shuleni. Martin Wanyonyi Mwalimu mkuu anayezungumza na mwandishi wetu Francis Mtalaki. ilifanywa na ile kamati ya Dr. Kilemi Mwiria zaidi ya miaka kumi zilizopita. Kwa hivyo sahizi ukiangalia ile bei ilikuwa kwa wakati huo na wakati wa sasa, tofauti ni kubwa sana. Maini kama gunia labda ilikuwa ni shilingi elfu tatu elfu nne wakati huo, sahizi ukienda labda imekuwa double. Ukienda vitu kama sukari na nini, bei imebadilika kwa hivyo lazima wao wa wakiadjust kulingana na mfumuko wa bei yani, inflation. Inflation imeenda juu sana. Hizo pesa hazitoshi, kila mwaka ni kama tunapokea elfu kumi na nne na zile pesa ambazo serikali inafaa kutupatia ni elfu ishirini na mbili. Hivyo kuna deficit ya kama shilingi elfu nane ambazo hatupokei kila mwaka. And also capitation should be well looked into pesa ifike shuleni mapema three kuwe na proper development of infrastructure kwa sababu mashule mengi hayajakuwa tayari kupokea wanafunzi in terms of infrastructure yeah, okay, the funding model when it comes to capitation, uh, it, one, that one needs to go up or to be increased. If it cannot be increased, then probably the, uh, bursaries that go through different sectors can be put together